Umeona, tumefanya PA miezi miwili yote yeah. Kwa hiyo binafsi pia niwashukuru viongozi wangu wa sanaa, burudani na michezo, dadangu Esther, babangu Lumato niwashukuru sana lakini pia na mkurugenzi wa mji na wafanyakazi wote wa halmashauri niwashukuru sana kwa sababu PA uh, kibali kwa siku ni 30 mimi nimefanya nimefanya PA nyingi bro bila kibali unaweza kuona ni namna gani wamenipa mchango wao mkubwa. Kwao nawashukuru sana. Ni siku ya juzi, kama sikosei, ndo nimeona profile yako ya Instagram imebadilika, baada ya nyuma kuwa imeishi sana pale, picha ya mheshimiwa mkuu wa wilaya Kisa. Kuna uhusiano gani kati ya wewe na serikali ya Makete au hey? wewe na Kisa? kwa Kisa, Kisa ni dada yangu ah. Uh, Kisa ni dada yangu, Kisa ni kiongozi wangu, lakini pia Kisa, sisi tunasemaga ni meneja wetu wote, stability Kisa ni mlezi Umenielewa uh, ni moja kati ya dada zangu ambao kimsingi wananisapoti sana, na hata tulivyokuwa mi na meneja yangu, tumepata wazo la kuhusu uzinduzi, mtu wa kwanza alikuwa ni Madam Kisa na tulimfata Makete, unanielewa. Pale pale akasema nawapa milioni mbili ya kuanzia, unanielewa. Yaani ni, ni moja kati ya watu muhimu sana kwangu.